Serikali imeanzisha mpango wa kusambaza nguvu za umeme katika maeneo ya mashinani kaunti ya Pokot Magharibi ili kusisimua uchumi wa eneo hilo lililosalia nyuma kimaendeleo kwa kipindi kirefu. Mwanahabari wetu Colin Shitiabai ana taarifa hiyo. Katika eneo la Kacheliba, akina mama wanaimba nyimbo za furaha huku wakicheza kwa bashasha, kwani tangu nchi hii kujipatia uhuru ni mara yao ya kwanza kuona mwanga wa umeme, aibu ya giza ikigeuka kuwa historia mpya ya matumaini na maendeleo. Tukaona kweli ni mabadiliko, tumebadilika kabisa kama si watu ya Long'arkau. Tumefurahi kwa hiyo neno kabisa kuona mamiti kama hii, tujae kuona vitu kama hii tangu tusaliwe. for sometimes sola usipolibia ama sa, sa zingine inaharibika, tunakosa light, unatumia torch ya kawaida. Sasa kwangu mimi Nimekuwa na furaha. Akizindua mradi huo kupitia shirika la REREC naibu rais profesa Kithure Kindiki amesema nia ya serikali ni kuhakikisha kuwa maeneo ya mashinani kote nchini yamepata umeme ili kuleta usawa wa maendeleo na kuondoa pengo la kiuchumi kati ya miji na vijiji. Tuweke an additional 2 billion shillings hapa West Pokot ndio tuongeze idadi ya watu ambao wako na stima. Serikali imewataka wananchi kutumia fursa hiyo kuanzisha biashara zinazotumia umeme ili kujipatia mapato na kupunguza kiwango cha umaskini katika eneo hilo. We want by next year to increase it to 50% and by 2027 Wakaazi wa Kacheliba wanasema mwanga huu si umeme tu bali pia ni mwanga wa matumaini mapya ya kutimiza ndoto ya vizazi vijavyo vya kaunti ya Pokot Magharibi. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen kaunti ya Pokot Magharibi.